Malaria husambazwa na mbu mbu ambaye huchukua vimelea kwa mtu ambaye yuko na ugonjwa wa malaria na kwenda kwa mtu ambaye hayuko na ugonjwa wa malaria kwa kuachiliwa vimelea vya malaria tayari hapo. Na hapo mtu huweza kupata ugonjwa wa malaria na dalili zake huweza kuonekana ndani ya siku saba hadi siku kumi na nne. Ni vyema kuzitambua dalili hizo ili kuweza kuwakinga wapendwa wako pamoja na familia yako. Vimelea vya malaria vinapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu, direct huenda kushambulia chembechembe nyekundu za damu. Chembechembe nyekundu za damu zinaposhambuliwa zin, ndipo zinapokaribia kwisha na malaria na malaria huweza kuonyesha dalili zake. Nitajuaje kama na dalili za malaria? Dalili za malaria ni nyingi sana lakini miongoni mwao sipo chache ambazo ni koma kama tano nitakupa, ambazo ni koma hizo. Ukimwona nazo mtu au ukijisikia nazo wewe mwenyewe, ujitambue kwamba unaweza kuwa na, mm. na dalili za malaria yeah. Dalili ambazo mm. utaanza kujisikia homa, kichwa kuuma, kutapika yeah, kukosa hamu ya kula. Utajisikia kivipi? Mm, sometime utapata homa ambayo ya vipindi na kuzungumzia homa ya vipindi, unaweza kupata homa kwa masaa kumi hmm, na mbili mpaka masaa ishirini na nne na homa ambayo inaweza ikaja na kuondoka baadaye ikakata. a dalili nyingine unaweza kujis, kujisikia hmm, unaweza ukapata homa na hmm, kutetemeka kwa mwili hii. Ukiona hivyo, unajua una dalili za malaria. Pia unaweza kujisikia kuchoka au kupata maumivu makali ya viungo pamoja na masas. Unapohisi hivyo, kama hujafanya kazi nzito, kama mlivyofanya kazi nzito, ukihisi hivi, ujijue. Pia unaweza kupata maumivu makali ya kichwa, tari hapo, yeah. Maumivu ya kali, makali ya kichwa, kinagonga kabisa vile. Ukihisi hivyo ujue ya malaria, malaria pia kukosa hamu ya kula, kuhisi kichefuchefu tayari hapo yeah. pia kupungua kwa, kwa damu. Damu inapungua kivipi? Watu wengi watashangaa, napunguaje damu alafu naambwa na malaria? Kwa sababu kama tunavyojua tabia zetu yeah. kama tunavyojua tabia ya malaria, malaria anaishi katika red blood cells. Kwa maana anakuingia ndani ya mwili wa mwanadamu, anaenda kuzila zile red blood cells. Ambazo hizi blood, red blood cells ndio chembe chembe hai za damu, tayari hapo anapokwenda kuzira zile chembe hai za damu, kwa hiyo kiwango chako cha damu kinapungua, kitaalamu tunaita unakuwa una, una, na anemia, kitaalamu tunakuwa tunasema una nini? Anemia. Anemia. Hiyo utaijuaje? Yeah. Utaijua kwa kuangalia kiganja chako cha mkono, tayari hapo yeah, kuangalia palsao za macho zinakuwa nyeupe nyeupe nyeupe tayari unapoziona hizo dalili nakushauri ufike katika kituo chetu cha Royal Poly Clinic ili uweze kupata kipimo kilichokuwa sahihi kwa nini nimepangia hivi kwa sababu marazi mengi kama typhoid, cholera, yaani ya bo, HIV, ya wiki nne, kama yaani kolera yaani kipindupindu tayari hapo hata HIV ikiwa ina stage ya wiki nne zinaonesha dalili kama hizi tayari hapo kama zinaonesha dalili kama hizi. Kwa hiyo wewe unatakiwa uweze kufika Royal Polyclinic uweze kupima kipimo kilichokuwa sahihi. Je, hichi ni malaria? naugua malaria au naugua maradhi mengine? kama ni dalili za malaria, basi tukagundua kwamba una malaria tayari, ndio maana tukakushauri, fika katika hospitali yetu au kituo chochote cha afya ili uweze kupata kipimo kilichokuwa sahihi ili uweze kupata mahitaji matibabu sahihi. Tunawezaji kuzuia malaria katika jamii yetu? Malaria inazuilika, malaria inazuilika sana kama kweli jamii itaamua kuzuia malaria. Karibu. Sipo njia tunaweza kuzifanya ili kuzuia malaria yasiweze kuingia katika jamii yetu, njia ambazo kuweza kuondoa magugu katika maeneo ambayo sisi tunaishi, kali kuondoa mazalia ya mbu. Nitapozungumzia mazalia ya mbu kwenye vijito jito vya maji yanpayo yanakaakaa, utakuta sometime kwenye mapipa ma, yale ma, ma ya maji, mbu wanazaliana. Kwenye mabwawa ya maji yanaokaliana, mbu wanazaliana, wana, wana, wana, wana kwa tukiweza kuondoa haya mazingira na kuweka safi, mbu hataweza kuzaliana. Tare hapo. So, so. Pia tunashauriwa sana tufanye fumigation kwa zile nyumba ambazo zimepandwa bustani kwenye fensi, tare hapo, imepandwa migomba na kuta nyumba ambazo zimepandwa migomba o, tunatakiwa tufanye fumigation ili kuweza kuondoa yale mazalia ya nini yeah, ya mbu, hapo tunaweza kucontrol ugonjwa wa malaria. Tare hapo. So, so. Pia kwenye mito unaweza kupulizia dawa ambayo inafanya kama ukungu juu yake, yani tunasema fumigation ya mito. mm -hmm. Maana hizi fumigation zipo nyingi mm -hmm. Kuna fumigation ya mito ambayo unapulizia dawa inaenda kufanya ukungu kwao, kama inafanya ukungu juu ya ile maji mm -hmm. Hawa mbo hawezi kutoka juu, wanabaki ndani na kufariki. so, so. Pia tunashauriwa kulala na neti ambazo zimepigwa dawa tari hapo au kupulizia spray, nazungumzia dawa za mbu tari hapo, katika, katika nyumba zetu au makazi ambao sisi tuno tunaishi ili kuweza kuwaua hivi vidudu vya malaria pamoja na mbu. Kikubwa hapa tunaimwangalia kumkontrol mbu ili asiweze kunini, kuambukiza na pia njia kubwa zaidi ni kuweza kuwa prevent au kufanya isolation kwa wale watu ambao wako affected na ugonjwa huu na kuwapatia dawa ambazo ziko sahihi ili kuweza kupona. Yeah. Watapoondoka hawa hivo, sisi tunaweza kuwa salama na ugonjwa huu na kumuondoa huyu mbu ili asiweze kusambaa ugonjwa huu katika jamii yetu. Hizo ndio njia kuu za kufanya jamii ili isiweze kuambukizwa au kupata ugonjwa huu wa malaria. Asante sana lab technician kwa elimu unayotupatia katika siku ya leo eh, kuhusiana na malaria. Umetutajia sababu na jinsi gani ya kujikinga na malaria katika jamii yetu. Asanteni sana wapenzi wangu watazamaji, mlikuwa nami Juma Abdalla tangia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi chetu cha leo. Mwisho wa kipindi hiki cha leo ni mwanzo wa kipindi kingine kijacho. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele iliyopo hapo chini ili kupata notification ya vipindi vyetu vyote. Asanteni sana.